Ndio bora zaidi kweli. Sauda so <laughs> nakupenda sana mke wangu, nakupenda. Yeah, nami nakuahidi nitakuandikia mfanyi kazi atakoshea vyombo, akupikie, akufanyia usafi, hata chupi zako atafua tu, uishi vitu lakini <laughs> nashukuru kwa haya. Nashukuru sana kwa kunijali Sauda. so mpenzi uamuzi niochukua, ni uamuzi bora, kwa kwenda mjini kupata Sauda. Kweli baba, mimi nitaenda mjini nikamtafute Sauda. Kwa sasa hivi sijui Sauda ni mzima alipo ama yuko taabani. Baba, mimi nimeamua niende nikamtafute. Uba. Sauda ni mjukuu wangu tena wapekee kama mboni ya jicho, lakini ni mkeo. Yule ni mkeo, nenda kamtafute. Mimi nitakuombea Mungu kila siku usiku na mchana katika swala za witri, tahajud za na hata za faradhi, na inshaallah nitampata salama. Lazima niende kutafuta Sauda. Miezi mitano ni mingi, kwede salama mdikua namsalimie. Bwana Ahmed na Asante. Na kuona, angalia mafanesi sio? Asalamu aleykum. Wa alaykum salaam. Karibu sana. Eh, bwana, mashughuli yangu a kabisa baada ya miezi miwili. Eh, haya yataletea faida Kweli. Lakini mbona unaonekana huko sawa sawa? uko Eh.

kweli japo ndio kwenyewe, siku hizi na nako kufanya kazi rushi ndio yako pia, sipaji na kisi kibibi huko, kweli kibibi, ila atalipo alipo. Pia wewe kibibi, sina habari na wewe hmm. Sitakuwaje baba? Bora tu niende kumtafuta mm, sawa maana uli nimpea ndio kitulizi cha roho yangu. Sasa we nindo mtafute Sauda umlete. Hata ng'ombe pia kiumea malishoni kujikokota hadi zizima, kwa hiyo ni haki yako hiyo. Kweli we nindo mtafute umlete. Nakumbuka shughulinaaanamnagaaa <laughs> surprise. Yeah, u huyo ni mfanyakazi wetu ndani mm. Kijana. Kijana. Umesema anajiita mm, na nani? Anajiita Ahmed. An. <laughs> Mkali sana. mke wangu atakusaidia kazi za ndani. Amen. Amen. Jisikie uko huru kabisa. Nasikia. Jisikie uko huru na mke wangu. Mwisho shughuli zote za ndani. Hata <coughs> <coughs> <Nisa>. Sawa, nenda ukapumzike <pumzike. tos> nenda upumzike, nakupenda mke wangu. <coughs> Amen. Karibu kaya. Yeah, I get it. Karibu. Asante. Habari za nyumbani? Mimi nashukuru, niko salama kabisa, nami namshukuru Mungu, maana kama si kwa uwezo wake na nguvu zake misingekuwa hapa na Mwenyezi Mungu amesema kwamba tunafuati mshukuru hata kwa jambo lolote dogo lilo jema hmm, ambayo linatutokea li, li. Ni kweli. Karibu. Asante ah, mi nimekuja hapa, mimi naona nimemkusiana, lakini kusia wewe ushauri wangu wa karibu. kwani kumetokea nini? Mimi nyumbani kwangu niko na msichana wa kazi na nimefanya tendo la ndoa yani, nimezini na yule msichana kabla ya kunioana. Ni kweli, hilo ni kosa kubwa, tena katika makosa makubwa. Mwenyezi Mungu ametaja makosa matatu, kwamba haya makosa huwa yanamchukiza sana. Yapi hayo? Siaje, kosa la kwanza, fi awali, Mwenyezi Mungu anachukia sana kitendo cha yeye kushirikishwa Yani mtu kutaka misaada kutoka kwa kiumbe ama kwa kitu ambacho, ambacho kwa kiumba yeye. Sasa Mwenyezi Mungu anachukia yeye kushirikishwa, hilo ni la kwanza. Na la pili ni hili ambalo umelitenda hili la zina, manake mpaka Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani tukufu hmm, amesema kabisa la takrabu zina, na wala msiikurubie zina, yani msiisongelee. Sasa mimi nafanyaje? kabla tutafute, wewe utafanyaje? Wacha nikupe hili la tatu ambalo ho linamkasirisha Mwenyezi Mungu. Kosa la tatu ambalo linamchukiza Mwenyezi Mungu ni kuwakosea wazazi wako wawili. wazazi wangu wa eh. Sasa turudi kwa ile kosa ulilofanya, kwa sababu umeniuliza, sasa utafanyeje? Eh. kwa kuwa umeamua kutubia, ipo njia rahisi ya kutubia, na njia rahisi ya kutubia hili kosa inabidi hapa eh tulishirikishe swala la ndoa kwanza. Mtakuwa mnastiri kile kiumbe kilicho ndani, kwa sababu tendo ulilofanywa ndoa ambalo ni baya lakini okay, yeye hana ubaya wowote kwa hivyo inabidi tufunge ndoa kabla yeye hajazaliwa, ili azaliwe ndani ya ndoa. Hilo si tatizo. Naam. Mimi nashindwa nitaanzaje? Nitaanzia wapi make sijui pa kuanzia? Unauliza sasa kuhusu maswala ya ndoa kama utaanzaje? Ndio. Ah. sasa hapa kwenye swala la ndoa utafanya hivi: ni wewe utafute mshenga, huu mshenga aende kwa kinabibi kupeleka posa, ama urudi kwenu kijijini uweleze wazazi wako, kisha hao wazazi uje nao waende mpaka kwa kina ule msichana na watoe posa kule, alafu swala la ndoa lifanywe mara moja. Aki, nashukuru sana kwa ushauri wako, manake nilikuwa nashindwa na la kufanya lakini ushauri wako ni mwema sana, hmm, sana. Na shukuru sana. Alafu swala ingine moja. Swala gani tena? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani amesema, uh -huh. wala tajasus, na wala msichunguzane chunguzane. sasa mimi sitaki kukuchunguza. Mm. lakini kwa kuwa wewe umekubali kupata toba kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mm. Uh ni lazima -huh. Basi utafanye hili swala la ndoa ili chikitendo kikifanya kiwe ni halali uh -huh. mimi sitaki kukuchunguza na kusisitizia. uh -huh. Fanya hima, tutumie mshenga ama wazazi waje swala la ndoa lifanyike. Sawa sawa sawa sawa, ni sawa. Na sana. Sawa, ni nashukuru sana. Mungu akubariki wakati wote. maswali yoyote kidogo, Qur'an, kama wewe unapenda kusoma hii utanifundisha, na na mimi nitembelea ukiwa na maswali yoyote. acha kidogo nisome sasa, na insha Allah fanya juhudi hizo ili ujue dini. Sambamba, kuijua dini sio kusilimu. sio kusilimu ni ni kuijua vizuri, kuisoma na uyafuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Amin. Ah sawa. sawa Mwenyezi Mungu